Mji wa Matarajio, sura ya kwanza. Rina aliyasikiliza maneno ya mama yake huku ameinamisha uso wake uliojaa huzuni. Kwa mbali, aliona machozi yaliyokuwa yanamlengalenga mamake machoni. Mama yake alijaribu kuyaficha machozi hayo, lakini yalikataa kufichika. Yalianza kumtiririka njia nne nne, naye akawa anayapangusa kwa leso aliyokuwa amejifunga kiunoni. Alitaka kusema jambo ila ulimi wake ulisita. Aliyarudia maneno ya mama yake akilini mwake kana kwamba alitaka kuyaelewa vyema zaidi. Mwanangu, Herina alisikia sauti ya mama yake tena, usiakaidi maneno tuliyoambiwa. Si kwamba hatutaki uendelee na masomo yako, lakini unavyo hali yetu, wazee wako ndiyo hiyo, tumejikuna tujipatapo hata ukayakamilisha ya masomo yako ya kiwango hiki, sitamudu kukukidhia mahitaji ya kujiunga na hiyo shule ya bweni wanayokutaka ujiunge nayo. Linalobaki ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo ametujalia. Herina alimkazia mama yake macho yenye haya hakujua amwambie nini. Hakujua kilichomfanya mama yake kuamua kuridhia ombi la shangazi yake Dina. Mwenyewe alikuwa amefanya vyema katika tathimini ya kitaifa ya gredi ya sita. Alikuwa na matumaini ya kujiunga na shule ya upili. Sasa haya yalikuwa yanaelekea kuwa ndoto ambayo isingeweza kutabirika. Mama, inaachelea kuwakosea heshima nyinyi wazee wangu ila nashangaa vipi shangazi anataka kunitoa huku nyumbani? Kwa nini anataka kuniingiza kwenye ajira? Mtoto mdogo kama mimi, hata ubwabwa wa shingo haujanitoka. Hata kama ni ajira, kwa nini asisubiri mimi mwenyewe nijichagulie baada ya kufikia umri wa kufanya kazi za ajira? Helena alimuuliza mama yake, huku machozi yakimlengalenga machoni. Mama mtu alimtumbulia macho mwanawe tu hakutoa kauli yoyote. Alikuwa amewaza na kuwazua kuhusu suala hili tangu wifi yake Dina alipokuja kwake na kumwomba mruhusu Herina asafiri naye kwenda Mji wa Matarajio. Kama alivyodai Dina, mji huo ulikuwa na nafasi tele hasa kwa vijana wenye akili inayoshika mambo kama sumaku. Ombi la Dina lilikuwa kwamba familia ya Herina imruhusu aende naye mjini. Alidai kwamba rafiki yake wa dhati aliyeishi pua na mdomo kutoka nyumbani kwake alihitaji msichana mchanga kama Herina. Rafiki huyo, kama alivyodai Dina, alikuwa ameahidi kwamba angemsaidia Herina kuweka akiba ya pesa ambazo angekuwa akimlipa. Aliahidi ange kwamba ikiwa Herina angekuwa na hamu ya kuendelea kielimu angemruhusu kujiunga na shule ya kutwa hapo hapo kwenye mtaa wao. Mwanzoni, Bi Makali alipinga rai ya waifi yake kwa jino na ukucha. Alikuwa amesikia visa vya watoto wengi waliotolewa nyumbani wakiahidiwa maisha bora na hatimaye kuingizwa kwenye matendo yasiyotajika hadharani. Hata hivyo Dina hakufa moyo. Wifi, alisema Dina, ninaelewa fika hofu yako hata hivyo, itabidi tulifanye hili mimi na wewe. Hii ni nafasi ambayo tujaililia wala kuyamkia mwenyewe. Umekuwa ukilalamika gharama ya elimu ya watoto hawa, unasema kwamba hata karo ya chuo kikuu ya wavulana wawili inawashinda. Kuna haja gani kuitupa nafasi kubwa hivi? Herina si mbichi jinsi unavyodhania. Huo mwaka mmoja aliyokaa nyumbani alipokuwa akiuguza mguu wake mgonjwa umemfanya akaamilishe haya masomo akiwa na umri mpevu kiasi kuliko wenzake. Hata angekuwa na umri sawa na wenzake isingedhuru. Mji wa Matarajio umejaa vijana wengi wa rika lake, wengine wanaombaomba mitaani na no, wengine wanafanya kazi katika majumba ya watu. Afadhali huyu wetu atatumia stadi alizojifunza shuleni kuuza kwenye duka. Hiyo ni kazi yenye hadhi. Kazi gani hiyo yenye hadhi? Kuna jambo jingine lenye ustaha zaidi kuliko elimu ya vijana? aliuliza Bi Makali kwa makasiriko makuu. Vipi, sijasema kwamba huu ndio mwisho wa elimu ya shuleni kwa Herina ni ajira ya muda kama jino la pembe. Herina atawasaidia kupunguza uhitaji huku akijiwekea akiba. Najua unamwogopa binamu yangu, nilizungumza naye, ameyaridhia ya haya mwenyewe, amesema atakuja kushauriana na wewe zaidi. Bimakali alitikisa kichwa. Kimya kirefu kilitawala. Kimya hiki kilifanya roho ya Dina kwenda mbio. Hakujua angemwambia nini mama ambaye alikuwa amempa kazi hii iwapo bi Makali angekataa ombi lake. Alikuwa tayari amepokea sehemu ya malipo kwa kazi hii, hakujua jinsi angevunja ahadi hiyo Hatimaye Bilimakali alishusha pumzi nzito na kusema maneno ambayo yaliyobadilisha mkondo wa maisha ya Herina. Wanavyo, mtoto wangu ni mchanga mno, hata sijui kwa nini baba yake akaaridhia haya. Mwenyewe ana kiu ya elimu. Hata hivyo, lisilobudi hutendwa. Nitakuruhusu kuruhusu umchukue binti yangu, ila naomba uniahidi jambo moja tu, alisema Bii Makali na kukatiza ghafla usemi wake. Lipi hilo, wifi? Liseme tu tutakutimizia, Dina alisema huku akitabasamu. Tafadhali nitunzie mwanangu, mwanangu akifikwa na shari yoyote, jua kwamba hukumu ni kwako alisema bi Makali, huku akiyaachilia machozi ya mtiririke yatakavyo mashavuni mwake. Wakati wote huo Rina alikuwa ameketi kwenye kochi huku akiyasikiliza maneno ya mama na shangazi yake, kana kwamba anawasikiliza wahusika kwenye filamu fulani katika runinga au mtandao wa YouTube. Alikuwa amesoma kuhusu vitendo kama hivi kwenye vitabu alikuwa akiwahurumia vijana waliokuwa wakipitia haya. Sasa alijiona kama mmoja wa wahusika hao. Alitaka kuwakumbusha waja hawa kuhusu dhuluma ambayo walikuwa wamemtendea moyo alimsukuma kumwambia chifu wao. Akili ilimtuma kumwambia mwalimu mkuu wa shule yake ya msingi. Hata hivyo, adabu yake ya miaka yote hii ilimkumbusha kwamba alihitaji kulitatua tatizo hili kwa utulivu zaidi. Sitaki kumtia mama yangu kwenye mashaka ikiwa kweli baba amekubaliana na wazo la shangazi, japo kwa kweli sina hakika. Hata mama yangu akipiga, akipinga vipi zitakuwa juhudi za mfamaji. Nitaandamana na shangazi hadi huko anakosema tunaenda. Tutakapofika huko, nitajiamulia kuhusu mstakabali wa maisha yangu, Herina alijisemea. Herina hakujua alikuwa ameketi kwenye kochi hilo kwa muda gani, lakini alishtukia amebebwa na usingizi mzito. Mama yake alipigwa na butoa kumwona Herina akilala majira ya jua la utosini. Herina hakuwa na hulka kama hii. Alitaka Herina aende kulala kwenye chumba chake, lakini Dina akamwamrisha asimwamshe. Bila shaka kuna mambo ambayo Dina alitaka wazungumze faragani. Herina aliwapa faraga yenyewe bila kuhitaji kuondoka humo sebuleni. Baada ya muda, Herina alikutuka kutoka usingizini. Alimkuta mama yake hapo hapo sebuleni. Shangazi yake alikuwa ameshaondoka. Herina alijaribu kuishawishi akili yake ikumbuke aliyokuwa ameyaona usingizini lakini ilikataa kata katakata. Hata hivyo aliweza kuikumbuka sauti ya shangazi yake. Ndivyo hivyo wifi, ujira wenyewe si mbaya. Kumbuka Herina hana hata kitambulisho. Nimemwahidi mwajiri wake kwamba mimi ndiye dhamana Dina alisema kauli hizi polepole pole, kana kwamba alitaka kuona adhi, adhari zake kwa Bi Makali. Hayo ya ujira tusiyazungumzie. Huoni tunamnyima mtoto huyu mengi? Bi Makali aliuliza. Dina alitikisa kichwa akitaka kukata tamaa, lakini alikumbuka jambo fulani. Aliingiza mkono kwenye mkoba wake na kutoa noti kadhaa. Wifi, chukua hizi zitakufaa kwa mwezi mmoja au miwili kabla ya Herina kupata ujira wake wa kwanza. Kumbuka kwamba hiyo si sehemu ya ujira. Mtayarishe Herina wiki ijayo, nitakuja kumchukua nikamnunulie nguo na kumtimizia mahitaji mengine. Ninaona amenyoa nywele, hatahitaji huduma ya msusi, ila akifika huko itabidi ajifunze kuziacha nywele zake zikue pia. Kumbuka tulivyosema hii ni siri kubwa, hatutaki vitimbi vya polisi. Najua chifu ana macho ya kipanga, lakini atashuku vipi na mtoto mwenyewe ni wangu? Dina alisema kabla ya kumwaga wifi yake. Mwisho wa sura ya kwanza. Tupatane kwenye video hiyo nyingine kwa sura ya pili.